Jioni njema popote ulipo, hujambo na karibu katika mwangaza wa kididi awamu ya saa moja jioni. Jina langu ni Sara Nzilani. Mpango kabambe wa rais William Ruto wa kubadilisha Kenya hadi nchi ya ulimwengu wa kwanza, nchi ya kuigwa kama vile Singapore, Japan Korea Kusini, na Malaysia unahitaji angalau shilingi trilioni tano. Akizungumza wakati wa hotuba ya hali ya kitaifa bungeni leo hii, rais William Ruto amefichua kuwa utawala wake utaweka vipaumbele vinne vya kugeuza mpango huo kuwa wa kweli: kuwekeza kwa wananchi, kubadilisha uchumi, kuzalisha nishati ya ziada na kubadilisha sekta ya uchukuzi na usafirishaji. Katika nguzo ya kwanza rais William Ruto amebainisha kuwa serikali haina budi kuwekeza kwa wananchi kupitia elimu, ujuzi, mafunzo ya kisayansi na ubunifu. Amebainisha kuwa utawala wake tayari umeweka misingi kupitia mageuzi makubwa katika sekta ya elimu kama vile kuongeza bajeti kutoka shilingi bilioni mia nne tisini hadi shilingi bilioni mia saba katika miaka minne na kuongeza kozi za STEM ili kuimarisha uvumbuzi na kukuza Utafiti. Kididi FM kwa habari moto moto. Na tukiendelea hapo hapo ni kwa Rais Ruto amesema kuwa uzalishaji wa chai nchini Kenya umeongezeka chini ya utawala wake huku mapato yakipanda kutoka shilingi bilioni 138 mwaka wa 2022 hadi shilingi bilioni 215 mwaka wa 2024 ongezeko la asilimia katika hotuba yake ya hali ya kitaifa katika majengo ya bunge leo hii Rais Ruto amesema kuwa serikali imefanya uamuzi wa kutoa ruzuku kwa uzalishaji, jambo lilo alilolifanya lililofanya Wakenya kuandamana mwaka 2022 wakiwa na waki wa sufuri tupu vichwani, wakionya kufa, kufadhaika kwa sababu ya gharama kubwa ya bidhaa za kimsingi. Ruto amebainisha kuwa kuimarisha misingi ya uzalishaji wa kilimo na kutambua kilimo kuwa ni sekta nyingine ya uchumi, bali ni tegemeo la taifa, kutakuwa kuta na mchango mkubwa na unafuu wa kudumu. Ametaja kuwa serikali imezindua mfumo jumuishi wa kidijitali kusajili wakulima. Ruto amebainisha kuwa mwaka elfu mbili ishirini na mbili chini ya wakulima laki tatu walikuwa kwenye rekodi, lakini kufikia mwaka huu zaidi ya wakulima milioni saba nukta moja wamesajiliwa kwenye mfuko wa taifa za usimamizi wa kilimo wa Kenya amesema mfumo huo unaipa serikali ufahamu wa kubuni mikakati ya kisayansi iliyolengwa na kuondoa wabadhirifu madalali makachero na wafanyi biashara wakati Rais Ruto amesema kuwa baada ya ruzuku ya mbolea zaidi ya magunia milioni 21 ya mbolea bei nafuu yamesambazwa ya na hivyo kupunguza bei kwa karibu theluthi mbili na kuokoa wakulima shilingi bilioni mia moja na tano kufikia sasa. Rais Ruto amebainisha kuwa mavuno ya kitaifa ya mahindi yameongezeka kutoka magunia milioni 44 kutoka mwaka 2022 hadi milioni 67 mwaka 2024 na, na hivyo kuweka mazingira ya kihistoria ya magunia milioni sabini mwaka huu. na tukirudi hapa Taita Taveta, ni kuwa gavana wa Taita Taveta Andrew Mwadime amedokeza kwamba serikali yake imeimarisha juhudi zaidi katika kutatua changamoto za ukosefu wa maji safi kwa wakazi na, waka, kwa wakazi na jamii wa eneo hilo. Kulingana na gavana huyo, Mwadime amesema kuwa serikali hiyo iko katika hatua za mwisho ya mradi wa maji. Aidha, Mwadima amesema amebainisha kuwa serikali yake imejitolea kutekeleza mradi huo ambao una umuhimu na utasaidia pakubwa wakazi wa Taita Taveta. Moto moto na kwingineko, ni kuwa mahakama ya juu imemuidhinisha mgombeaji wa chama cha United Democratic Alliance UDA Ahmed Malim Hassan kushiriki uchaguzi mdogo wa eneo la eneo bunge la Banisa unaotarajiwa kufanyika wiki ijayo. Jaji Lawrence Mugambi ametupilia mbali ombi la kupigwa uteuzi wa Hassan akitoa uamuzi kwamba kesi hiyo imekuwa ya mapema ya kubahatisha na haina mashiko. Mlalamishi huyo alidai kuwa Hasani, ambaye ana uraia wa nchi mbili, asiruhusiwe kugombea isipokuwa kwanza ataukana uraia wake wa kigeni. Hata hivyo, jaji Mugambi hakukubaliana na hilo akibainisha kuwa Hasani bado ni afisa wa serikali na hivyo hakuna sheria inayomzuia kujitoa kama mgombea aliongeza kuwa hitaji la kikatiba kuhusu uraia wa nchi mbili hutumika tu baada ya mtu kushika wadhifa huo na si katika hatua ya kugombea. Hatimaye mahakama ilimpa um, ilipata ombi hilo na kutoku, ilipata ombi hilo kutokuwa na umuhimu na ikatupilia mbali, hivyo basi kuandaa njia ya san kujitokeza kwenye kura katika uchaguzi mdogo ujao. Banisa, Kididi FM Ay, mutu, mutu. Na kimataifa ni kuwa baraza huru la Sudan linaloongozwa na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan limesema kwamba liko tayari kushirikiana na Marekani na Saudi Arabia ili kutafuta amani ya nchi hiyo. Katika taarifa yake, baraza hilo limeshukuru Marekani na Saudi Arabia kwa juhudi zao zinazoendelea za kuzuia umwagaji wa damu Sudan. Aidha, limeeleza utayari wake wa kushirikiana na kwa dhati ili kupata amani ambayo watu wa Sudan wanaitarajia. Kauli hiyo imetolewa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa atashirikiana na Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Misri kumaliza mzozo kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF. Kulingana na Trump, viongozi wa nchi za Kiarabu kutoka ulimwenguni kote wamemwomba atumie mamlaka na ushawishi wa urais kusimamia mara moja kinachoendelea kusimamisha mara moja, kinachoendelea Sudan. Wakati wa ziara yake mjini Washington, wafalme wa Saudia, Mohamed bin Salam, ameomba Trump kusaidia kuleta amani katika taifa hilo la Afrika. Kididi FM kwa habari moto moto. Na mwisho wa mwangaza wa Kididi awamu ya saa moja usiku, na watakia usiku mwema. Jina langu ni Sara nzilani Kididi jioni inaendelea.